Vijana wametakiwa kuzingatia utamaduni wao ili kuimarisha mwingiliano wa kijamii. Kauli hizi iliweza kuzungumzwa nyumbani kwake William Ndeti, aliyewahi kugombania kiti cha useneta katika kaunti ya Kwale. Hafla hii ambayo ilikuwa imeleta pamoja jamii ya Wakamba iliweza kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali, akiwemo mbunge wa eneo bunge la Matuga Kasim Tandaza. Asante sana. Mimi kwa majina anaitwa Mheshimiwa William Ndeti. Eh, siku ya leo tuko hapa kwa sherehe ya dadangu ambaye amekuja kutoa shukurani na kutoa eh, ile Wakamba wanaita kuja kupikia wanakijiji kijiji kuuya tui na ku negotiate mambo ya eh, mahari kwa sababu tuko mahali hapa na tumekuwa hapa kutoka asubuhi, toka jana usiku mpaka masaa ndio tunamalizia malizia. Yes. Yes. Sema kweli hiyo ni desturi ya Kikamba okay. Na vijana vizazi <tik> Yes. Yes. <tik> wa siku hizi kama nyie jezi n ninaona mnakwenda kidogo kando na, na mila na, na. na desturi ya uh -huh. mila ya Kikamba nah. Kwa sababu Wakamba Yes. lazima wavuate mila <tikanya> na Waswahili wasema mwache mila ni mtu <tikanya> kwa hivyo ni mimi nawaimiza asa asa kama vijana bija, wa siku hizi Mbuate mila mpuate vile wasasi wenu wa zamani walikuwa wanaba, wanabanya. Kusuti mufanye nini mpate mbalaka kutoka kwa wasa. Kwa wasasi.